E, karibu katika kipindi hiki ambacho kitazungumzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho katika utotoreshaji wa mayai na mashine ambayo itakuwa inatumika hapa ni mashine ambayo inakuwa ni automatic incubator. Hii ni siku ya kwanza ambayo tunaweka mayai, hivyo basi ukiendelea kufuatilia vizuri vipindi vyetu basi utaweza ku, ku, kuona mayai haya haya ambayo tunayaweka siku ya leo na tutakuja kukuonyesha vifaranga vyake ambavyo vita vitapatikana. Na kabla hatujaendelea mbele zaidi, ni vyema kama wewe ni mgeni katika chaneli yetu. Ni vyema ukasubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kucomment pamoja na kushare ili uwe unapata taarifa za mambo mazuri ambayo yanakuelimisha na pengine yakaongeza tija katika ufugaji wako. Nina uhakika mambo yetu yote yanakuwa yanakuna, kuna kitu ambacho unakuwa unakiongeza katika ufugaji wako katika kipindi hiki Nitajaribu a kukuelekeza mambo kadhaa. Hatua ya kwanza nini unatakiwa ufanye na vitu vya kuzingatia katika hatua ya kwanza ya kuweka mayai katika incubator yako. Jambo la kwanza, unatakiwa upate mayai ambayo yanakuwa ni mayai sahihi. Mfano kama ni mayai ya kuku wa kienyeji, kama ni mayai ya kanga kama ni mayai ya bata au pia kama ni mayai ya kuku aina ya kloila na mayai mengineyo. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulizingatie ni kwamba mayai haya yanatakiwa yasizidi walau siku saba mpaka siku kumi toka yakiwa yametagwa na hii inakuwa ni njema zaidi kwa wewe mayai haya kuhakikisha unayapata katika shamba ambalo linaaminika, lakini ukisema uchukue tu pasipo eleweka, huenda ikakuletea shida, na endapo utachukua mayai ambayo yamezidi siku hizo, huenda ikaleta shida ama ikaleta matokeo ambayo sio mazuri, huenda ukaangua ama yasianguliwe. Na hii inasababishwa kwamba kile kiini huenda kikawa kimeshaanza kufanyaje, kimeshaanza ku kuharibika ama mfumo mzima wa yai una, unaweza ukawa hauko active tena, takiwa uje uya, uya, uyachague kwa sababu yai pia unatakiwa wewe mwenyewe uweze kuliangalia kwamba kuna mayai ambayo yanakuwa na nyufa. Mayai haya hayafai. Kuna mayai ambayo yanakuwa madogo sana pia na yenyewe hayafai kuna mayai ambayo yanakuwa yana ncha kali aidha kote kote, pia nayenyewe yanakuwa hayafai. Utakachotakiwa kufanya ni kwamba ni kuyakagua na kuweza kuyatenga mayai ambayo hayafai, unayaweka pembeni. Baada ya zoezi hilo, hakikisha mashine yako inakuwa imewashwa siku moja kabla, aidha iwe masaa kumi na mbili au iwe masaa ishirini na nne. Hii ni kwa sababu gani? Ili basi uweze kutambua kama kuna changamoto yoyote katika mashine yako, tofauti na ukiwa umeweka mayai halafu ukaja ukafahamu kwamba mashine yako ina changamoto, kwa hiyo hapa utaingia hasara. Na inashauriwa kabla ya, ku, ya kuwasha mashine yako ni vema ukaisafisha kwanza Ukishaisafisha, unaweza ukasafisha na disinfectant ambazo ziko nyingi, lakini kwa hapa tutatumia deto ile ya maji kwa sababu na yenyewe inakuwa ni nzuri, na hii inasaidia katika kuua vijidudu ambavyo vinaweza vikawa vinapatikana kwenye, kwenye mashine ambavyo huenda vikaathiri mayai ama huenda vikaathiri vifaranga baada ya kutotolewa. Katika vipindi vilivyopita utaweza kuelewa ama tumeeleza vizuri zaidi kuhusiana na kuhusiana na hizo ishu za temperature na unyevu. Kwa hiyo tunaweka maji haya ili kuweza kuzalisha unyevu ambao unyevu katika incubator unatakiwa kwa asilimia sitini. Unatakiwa uwe makini pia kutizama maji ili yasiweze kuisha, kwa sababu yakiisha kabisa huku chini kunakuwa kuna hita, kwa hiyo huenda ikawa inachemka na isikute maji, kwa hiyo inaweza ikawa ni tatizo jingine. Mayai yako ambayo unahitaji kuyatotoresha, ukishayaweka vizuri, basi hapa utatakiwa ku, u, kuyapangilia katika zile tray maalum ambazo zinakuwa zinatumika kwenye, kwenye incubator kuna namna maalum ambayo inatakiwa kupanga mayai kwa sababu ukipanga katika namna ambayo haistahili, huenda ikakuletea hasara, kwa sababu hii ni kama ambavyo tunapanda mihogo, kwamba muhogo ukiupanda juu chini, hauwezi ukaota kamwe. Basi vivyo hivyo hata mayai pia na yenyewe kuna namna ya upangaji, kwamba kuna hii sehemu ya ncha huwa inatizama chini. Na kwa nini sehemu ya ncha inatizama chini? Sehemu ya ncha inatizama chini na kwa juu huku kunakuwa kuna, kuna kuna ule uwazi. Kwa kawaida hata yai lilochemshwa huwa halijai kote kwa kuna sehemu ambayo inakuaga iko tupu. Kwa hiyo sehemu ambayo iko tupu inatakiwa iwe wapi? iwe kwa juu. Kwa hiyo utaweza kuona namna mayai yanavyopangwa na baada ya kukamilisha kupanga basi, utayaingiza kwenye mashine taratibu kwa uangalifu zaidi, ili usiweze kuyavunja kuya, basi hapo utafunga mashine yako. Kitu ambacho kitafuata baada ya hapa ni ile kuja kutizama mara kwa mara mayai yako yanaendeleaje, kuja kutizama mashine ina shida gani, kama iko sawa na mambo mengine. Na uzuri wa hizi automatic incubator kwamba endapo kunakuwa kuna shida yoyote huwa zinatoa alam ama zinapiga kerere, kwa hiyo huenda ikawa inakuita njo uone kuna tatizo hivyo, ukisogea basi tupale, unaweza ukasoma tu pale ukaweza kuona kwamba ni changamoto gani ambayo ina, ina, imejitokeza katika mashine yako. Huwa inachukua siku takribani kumi na nane. Ndani ya siku kumi na nane itabidi uje uzime hii egg turner kwa ajili ya kugeuza mayai. Kwa hiyo kuanzia siku ya kumi na nane mayai huwa hayageuzwi tena, na siku ya ishirini na moja basi ndipo tutahitimisha zoezi zoe letu la utotoleshaji. Hivyo tunapenda kukaribisha, karibu sana kwetu uweze kujifunza mambo mengi. Pia tunakuwa tunatengeneza mashine hizi ambazo zinakuwa kuanzia mayai mia mbili, mayai mia tano, mayai mpaka elfu mbili. Tunazitengeneza wenyewe na zinakuwa katika ubora wa hali ya juu. Mashine ni uwezo wa mashine yenyewe kuweza kutotolesha, huo ndio ubora wa mashine. Kwa hiyo tunakukaribisha sana kwa mashine ambazo zilizobora, incubator mashine za kutotoresha mayai. Tunakukaribisha sana karibu.